Bismillahir Rahmanir Rahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an yatiyahum adhabun alim. Hakika sisi tulimtuma Nuhu kwa watu wake waonye kaumu yako kabla ya kuwafikia adhabu chungu. Qala ya qaumi, inni lakum nadhirun mubin. Akasema enyi watu wangu, kwa hakika mimi ni mwonyaji wa dhahir kwenu. In'budu Allah wa taquhu wa atiun, ya kwamba mumwabudu Mwenyezi Mungu na mumche yeye na mumtii yaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma inna ajala Allahi idha jaa la yuakhkharu law kuntum ta'lamun, atakughufirieni madhambi yenu na atakuakhirisheni mpaka muda uliowekwa hakika muda wa Mwenyezi Mungu utapofika haucheleweshwi. Laiti mngejuwa. da i a akasema, e mula wangu mlezi, hakika mimi nimewaita watu wangu usiku na mchana. Illa firara

adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Na hakika mimi kila nilipowaita ili upate kuwaghufiria walijiziba masikio yao kwa vidole vyao, na wakajigubika nguo zao, na wakakamia na wakatakabar vikubwa mno. Thumma inni da'awtuhum jihara, tena niliwaita kwa uwazi. Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra, Kisha nikawatangazia kwa kelele, tena nikasema nao kwa siri. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, nikasema ombeni msamaha kwa Mola wenu mlezi hakika yeye ni mwingi wa kusamehe. yursilis samaa alaykum midrara, atakuleteni mvua inyeshe mfululizo. wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, na atakupeni mali na wana na atakupeni mabustani na atakufanyieni mito. malakum la tarjuna lillahi, Mna nini hamweki heshima ya Mwenyezi Mungu. waqad khalaqakum atwara, na hali yeye kakuumbeni daraja baada ya daraja. alam taraw kayfa khalaqa Allahu sab'a samawati tibaqa, kwani hamoni jinsi Mwenyezi Mungu alivyoziumba mbingu saba kwa matabaka fihinna nura wa jala ash-shamsa siraja, na akaufanya mwezi ndani yake uwe nuru na akalifanya jua kuwa taa. wallahu anbatakum min al-ard nabata, na Mwenyezi Mungu amekuotesheni katika ardhi kama mimea. thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja, kisha atakurudisheni humo na atakutoeni tena. Wallahu jaala lakum al-ard bisata. na Mwenyezi Mungu amekukunjulieni ardhi kama busati Litasluku.

na wamemfuata yule ambaye mali yake na wanawe hawakumzidishia ila khasara. wa makaru makran kubara, na wakapanga vitimbi vikubwa. waqalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghuth wa ya'uq wa nasra, na wakasema msiwaache miungu yenu wala msimwache ya wadda wala sua wala yaghutha wala yauka wala nasra. wa qad adallu kathiran wala tazid adh-dhalimin illa dalala. Na hao walikwisha wapoteza wengi, wala usiwazidishie waliodhulumu ila kupotea Min

wala hawakuwapata wa kuwanusuru badala ya Mwenyezi Mungu. waqala Nuhu rabbi la tadhar ala al-ard min al-kafirina dayara. Na Nuhu akasema, mola wangu mlezi usimwache juu ya ardhi mkazi wake yeyote katika makafiri

wala wao hawatazaa ila waovu makafiri. Rabbi ighfirli, wa liwalidayya, wali man dakhala bayti ya mu'minan wa lilmu'minina walmu'minati wa la tazidi dhalimina illa tabara. Mola wangu mlezi nighufirie mimi na wazazi wangu na kila aliyeingia nyumbani kwangu kuwa ni mwenye kuamini na waumini wote wanaume na waumini wanawake na wala usiwazidishie waliodhulumu ila kupotea.